Kuja kuchukua msosi hapa jamani, mwendo wa mikukutu lishachanganya sana Uniwekee tu hivyo hivyo, jamaa wangu. Tunauza kata kata fresh, hiyo hivyo niga jamani, mzigo upo wa kutosha